Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo. yeah, amina. Karibuni kwenye tafakari yetu yenye kichwa maneno matatu ya Bikira Maria. Maneno matatu ya Bikira Maria. Kuletea tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustini Kamugisha paroko wa parukia ya Minziro na Gambera wa kituo cha Ija cha Mtakatifu Yohana Maria Mzee. Baada ya kusikiliza tafakari yetu usisahau kulike kushare na kusubscribe. Karibuni sana. Somo linalotuongoza ni kutoka Luka sura ya kwanza mstari wa 34 na kuendelea. Bikira Maria alipashwa habari kwamba atamzaa mkombozi. Alipashwa habari mara mbili. Ya kwanza alipashwa habari kwamba atamzaa mkombozi. Ya pili Alipashwa habari na Simeoni kwamba uchungu ulio kama upanga utachoma moyo wake. Ya kwanza ni sherehe ambayo tunasherekea tarehe ishirini na tano Machi. Ya pili ni kumbukumbu kumbu ambayo tunasherekea tarehe kumi na tano Septemba. Bikira Maria alikuwa mrembo, alikuwa Miss Dunia, Miss Universe lakini ule uzuri wa nje uliakisi uzuri wa ndani. Maana Socrates alisema, tuombe kuwa wazuri kwa ndani. Alisema maneno matatu siku ya kupashwa habari kwake, maneno matatu, ingawa kwa ujumla wake katika maisha yake maneno saba yamerekodiwa katika Biblia, lakini matatu ya katika tukio la kupashwa habari Bikira Maria, neno la kwanza bikira alisema, litakuwaje neno hili maana simjui mme. Litakuwaje neno hili maana simjui mme. Kwa hiyo tunajiuliza itakuwaje, itakuwaje. Mtakatifu Augustina alisema Maria akufanya shaka kwa kukosa imani, bali alitafuta kuelewa siri ya mpango wa Mungu kwa unyenyekevu naye Askofu Fulton Sheen alisema akukuwa na kiburi katika swali la Maria, bali upole wa roho inayopenda kuelewa zaidi jinsi ya kutimiza mpango wa Mungu. Naye Papa Benedikto wa 16 alisema imani ya Maria haikuwa ya muda mfupi, ilikuwa safari ya kuingia ndani zaidi katika mpango wa Mungu, hata pale ambapo akuelewa kikamilifu mwanzo wake. Kwa hiyo katika maisha nasi tunabaki swali itakuwaje, itakuwaje, mwachie Mungu. Bikira Maria aliposema itakuwaje, malaika alimwambia kivuli kitakufunika. <laughs> Kivuli kitakufunika, na Roho Mtakatifu anakuwa ni kivuli, na utamzaa, utapata mimba, kivuli kitakufunika. Itakuwaje? kujua mambo yatakavyokuwa katika maisha, wewe fanya kazi, chakalika, sali, omba. Itakuwaje? mwachie Mungu, yeye atakamilisha. Itakuwaje? mwachie Mungu. Tunaweza tukaona vitu vitatu vinne vitano. Unaona, vina muunganiko, lakini nyuma ya pazia Mungu anaunganisha matukio. Kuna behind the curtain. Behind the nyuma ya pazia kuna mambo yanaendelea. Mpishi katika kituo cha mikutano cha Kristo aliposifiwa na Dr. Ari Ironson kwa biskuti aliyotengeneza nyumbani alisema, fikiria tu vitu vinavyotumika katika kutengeneza biskuti unga wenyewe ukionja una ladha nzuri, amira ukionja kama yenyewe haina ladha nzuri, na hata mafuta ya kupikia wala na viambato vingine havina ladha nzuri, lakini vinapochanganyikana vinaleta ladha nzuri. Ndio maisha yalivyo, Mungu anachanganya hiki, anachanganya matukio, anachanganya watu, kunapatikana kitu kizuri. Kwa hiyo katika maisha usitake kujua mambo yatakavyokuwa kutoka A mpaka Z. Wewe sali, omba, chakalika, chapa kazi Itakuwaje? Mwachimu. Jambo la pili ambalo tunajifunza lisilowezekana linawezekana. Katika neno lake la kwanza, Bikira Maria alipatwa na mambo matatu. Kwanza, fadhaiko, alifadhaika sana, ile salamu ilimfadhaisha. Pili, lindi la mawazo, salamu hii ina maana gani? Tatu, swala gumu kichwani. Yatawezekanaje? Ali, mimi ni bikira. Na sisi katika maisha tunapata mambo magumu: mfadhaiko, lindi la mawazo, itakuwaje? Itakuwaje? mwachie Mungu, kwa Mungu lisilowezekana linawezekana. Mara nyingi lisilowezekana ndilo hutokea, ni methali ya Kifaransa. Kwa kuomba lisilowezekana utapata zuri linalowezekana. Wapendwa katika Kristo, hata mwanafunza anapojibidisha sana ei, hey, inayoonekana inayo iwezekani itawezekana kwa bidii yake na kwa nguvu za Mungu. Neno la pili la Bikira Maria, mimi ni mtumishi wa Bwana, Luka sura ya kwanza mstari wa 38. Mimi ni mtumishi wa Bwana, ilikuwa ni neno la pili la Bikira Maria. Heshima ya juu sana lazima iunganike na unyenyekevu mkubwa Ukitaka kutawala, tumikia yeye. Alisema mimi ni mtumishi wa Bwana, ni malikia mbinguni, kama kivuli kimfatavyo, ambaye ukikimbia na kumkimbia yule ambaye ukikimbia, ndivyo utakatifu wafuata wale wanaokimbia na uwakimbia, wanaotafuta kwa majivuno na kiburi. Alisema mtakatifu Jerome katika maneno haya, mimi ni mtumishi wa Bwana. Mtakatifu Irene alisema kwa utii wake Maria akawa Eva mpya, akafungua mlango wa wokovu kwa wanadamu wote, mwisho wa kunukuu. Eva wa kwanza hakutii, lakini Eva wa pili, Bikira Maria, akatii. Mimi mtumishi wa Bwana. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alisema neno mtumishi wa Bwana linaonyesha hali ya Maria kama kielelezo cha kanisa: anasikia, anaitikia na anashiriki kamilifu katika kazi ya wokovu. Tunajifunza mambo mawili haraka sana. Nyenyekea ule vya watu Maria alimpendeza Mungu kwa ubikira wake, lakini alimchukua mimba kwa unyenyekevu wake. Sio kwamba tu nyenyekea ule vya watu vya Mungu, nyenyekea hata ule vya watu. Nyenyekea ule vya watu nao watumikia. Nyenyekea ule hata vya kiongozi wako. Anza utumishi, utemi baadaye. Na kipimo cha ukubwa ni utumishi. Ukitaka kupanda juu, teremka chini, tumikia. Tumikia. Bikira Maria alienda hata kwa Elizabeth kutumikia, akaweka kliniki ndogo. Alikuwa na mimba anamtumikia Elizabeth mwenye mimba ya miezi sita, mwenye mimba anamtumikia mwenye mimba, akaweka mumba ile kliniki. Bikira Maria ni kama nesi e, e, katika Agano Jipya alikaa huko miezi mitatu anatumikia, anafua nguo e, anachanja kuni, akawa mtumishi lakini waliyetumikia ni malkia mbinguni. Ukitaka ukubwa, tumikia. Neno la tatu la Bikira Maria, nitendewe kama ulivyonena. Ndiyo yake ilimleta Yesu duniani. Aliposema ndio ikamleta Yesu duniani. Mtakatifu Bernardo wa Crevo alisema ulimwengu wote ulisimama ukingoja jibu la Maria, na kwa fiati yake "Nitendewe kama ulivyo nena, fiati, mbingu zilishangilia kwa furaha. mwisho wa kunukuu. Ndiyo yake ilimleta Yesu, sasa ndiyo yetu kwa ubatizo ilete upendo wa Yesu, ilete amani ya Yesu, ilete furaha ya Yesu. Ulipo, ulipo pawepo na furaha. Kutoku, kutokujua ni sehemu ya imani. Bikira Maria aliposema ndiyo <laughs> Akujua yanayofuata, huyu malaika alipomsalimu salamu Maria umejaa neema, akujua kwamba Simoni atasema uchungu ndio kama upanga utachoma moyo wako, akujua lakini akasema ndiyo. Kuna mambo makubwa yalifuata. Pengine hatujui mambo yatakavyokuwa, lakini kwa imani tupige hatua mbele. Papa Francisko alisema malikuwa, Maria alikuwa tayari kwa yale yote ambayo Mungu alitaka bila kujihifadhi kwa ajili yake mwenyewe. Ndiyo yake ilikuwa kamili na isiyobadilika. Naomba na sisi ndio yetu iwe kamili. Tuna ndiyo nyingi katika maisha, katika ubatizo kuna ndiyo yetu e, katika wito mbalimbali tuna ndiyo yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie ndiyo yetu iendelee kuwa kamilifu, ndiyo yetu iendelee kuleta furaha, ndio yetu iendelee kuleta upendo. Tumsifu Yesu Kristo Amina. yeah. yeah.